Kama nimekuelewa nimekusikia vizuri kwamba mm, umesema kwamba uh, unaweza kuwa mtu na magonjwa yanayoendelea ndani ya mwili wako mm, na hujionyesha kupitia ngozi mm. Naomba kidogo hapo uweze kuwaeleza watu kwamba yani, mtu kumbe anaweza kaa na changamoto ndani na taarifa tukazipata nje ya ngozi yake. Naomba utuelezee vizuri hapo. Nadhani wewe kwa sababu umekuwa siku nyingi kwenye industry ya vipodozi, unaweza ukashuhudia kwamba anaweza akaja mteja anakuambia, angalia ngozi yangu, angalia hapa kwenye mkono wangu. Kwenye mkono wangu unaonekana niko smooth kabisa, nikiangalia ngozi yangu ya huu mwili naonekana vizuri kabisa. Sasa kwa nini uso wangu unakuwa na virashes vingi hivi? Naomba unisaidie. Unaweza ukashangaa kwamba unampatia seti nzuri kabisa ambayo mm, imewasaidia watu, lakini unashangaa wa inadunda. Kumbe mm, kuna kitu ndani ya mwili kinachojieleza, mfano e, mrundikano wa sumu hasa za vyakula vya kukaanga e, labda umekula chipsi umekula miogo ya kukaanga umekula samaki wa kukaanga, yaani vile vitu ambavyo tunasema viko deep fried. Mm. Wakati chakula kinatokota, zile sumu huingia katika mwili na kwenda kuathiri mwili wako kwa ndani. Sasa zile athari za sumu hujionesha kupitia ngozi. Kwa anashangaa kwa nini uso wangu una rashes nyingi, yani kama vile unawasha. Anashangaa kwa nini uso wangu unawasha sana? Kumbe shida ndani, kuna sumu nyingi ambazo zina reflect kupitia ngozi sasa ndo maana hata ukiangalia mafuta mengi unakuta yameandikwa labda vitamin E yako enriched with vitamin E antioxidant. Mm. Neno antioxidant ni kitu ambacho kinaenda ku, ku, ku, ku, kunasa zile sumu ambazo ziko kwenye ngozi ili mtu asiwashwe. Kwa hiyo unakuta kwamba enriched with vitamin C. Mm. Unaona enriched with vitamin A, D, E na K. Mm. Unasanga, ah, kwa nini hivi vitu vinawekwa kwenye mafuta? Mm. Vinawekwa kwa sababu vinasaidia kunasa zile sumu ambazo zinaleta allergy. Lakini hizi sumu zina natakiwa zi, zisiingie ndani ya mwili, kwa hiyo mtu anakomaa kutumia mafuta ambayo yako ni richid na antioxidant, lakini anakula vitu ambavyo vile anahangaika navyo kuviondoa na hivyo vipodozi. Kwa hiyo kuna umuhimu sasa kwamba kwa sababu mimi natumia vipodozi ambavyo vina vinasasumu. Hivyo natakiwa niache vitu ambavyo vinanifanya niwe tegemezi wa hivi vipodozi, au niache vitu ambavyo vinafanya hivi vipodozi visionyeshe maajabu. Kuna umuhimu sasa kusema kwamba mimi, kwa sababu niko kwenye skin care, nataka ngozi nzuri, basi nitakachofanya sitaki vitu vya kukaanga. Sitaki kuvuta sigara. Kuna wanawake wengi tu wanavuta sigara. Kuna wanawake wengi tu wanavuta shisha.